Alikuwa wa pili kwa mume wake, lakini wa mwisho kwa jamii. Penina alikuwa na watoto, lakini Hana alikuwa na machozi. Kila mwaka walikwenda hekaluni, lakini kila mwaka Hana alirudi akiwa na tumbo tupu na moyo mzito. Wengine walicheka, wengine walimsema, lakini yeye hakujibu. Alichagua kuongea na yule ambaye hakuwa akionekana, lakini hujibu kwa ishara zinazozidi sauti. Siku moja aliketi peke yake hekaluni, machozi yakimwagika kimya kimya. Midomo yake ilitikisika, lakini hakuna sauti iliyotoka. Kuhani Eli alifikiri amelewa, lakini moyo wake haukuwa umejaa pombe, ulikuwa umejaa maumivu. Akasema, mimi ni mwanamke mwenye huzuni nyingi, ninamwaga moyo wangu mbele za Mungu. Na akainuka. Siku hiyo hiyo, maumivu yake yalianza kuandikwa kama ushuhuda. Miaka yote ile ilizaa mtoto mmoja. Lakini mtoto hakuwa wa kawaida. Mtoto huyo aliitwa Samueli. Ni mtoto aliyeweza kuwa na uwezo wa kumsikia Mungu na kuongea naye. Ni mtoto ambaye alikuja kuwa jawabu kwa familia na taifa lake. Hana hakusikika kwa watu, lakini alisikika na yule ambaye hujibu kwa wakati unaofaa. Akasahau aibu. Akawa mama wa nabii. Akageuka historia ya taifa lake bila kupiga kelele. Rafiki yangu, pole na changamoto unayopitia ni kweli, inauma. Lakini leo nataka umkumbuke Hana. Nataka ukumbuke kuwa Mungu hakumwacha pale. Alipomlilia Mungu, alimjibu maombi yake. Mungu alimfanyia njia ya kutokea. Jitie moyo, uamke, umwombe tena. Simama imara, umwombe tena. Mungu hakika atakusaidia. Hakika anakujali. Upendo wa Mungu kwako ni mkubwa kuliko unavyoweza kuona. Alimtoa mwanaye kwa ajili yako, hawezi kukuacha peke yako. Usijikatie tamaa. Rudi tena magotini ukamwombe Mungu. Atakusikia.